Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024 2034 ambapo kwa sasa imetoa ruzuku ya asilimia 20 hadi hamsini ya, ya bei ya mitungi ya gesi ya LPG takriban laki 4, 52,445 kwa watumiaji wa mwisho. Pia serikali kupitia REA itasambaza majiko banifu laki mbili yenye bei ya punguzo la hadi asilimia 75 pamoja na kuwezesha ufungaji wa mifumo ya nishati safi ya kupikia katika taasisi za umma zinazohudumia watu zaidi ya mia moja. Aidha, serikali imekamilisha kusambaza umeme katika vijiji vyote na inaendelea kuhimiza matumizi ya majiko ya kupikia yanayotumia umeme ikiwa ni njia mojawapo ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wananchi wa vijijini badala ya kutumia kuni. Pamoja na majibu ya Mheshimiwa Waziri, nina maswali mawili ya nyongeza. E, wananchi walio wengi hasa wanaoishi maeneo ya vijijini wamekuwa wakipata changamoto kubwa pale mitungi ya gesi inapoisha ili waweze kuongeza ile, ile gesi na gharama hii ya, ya, ya mitungi ya gesi ambapo wanaongezea ni shilingi elfu hamsini na tano au shilingi na shilingi elfu ishirini na tano kwa mitungi ile midogo. Kwa hiyo wananchi wengi wanapata changamoto kubwa sana. Je, kwa nini Serikali isiongeze ruzuku ili hawa wananchi waweze kununua kwa ule mtungi wa kati shilingi elfu thelathini na ule mtungi mdogo uwe shilingi angalau elfu kumi Wananchi wanaweza akaweza wakamudu. Lakini swali la pili, wananchi pia wa bado wanatumia kuni na mkaa katika maeneo mengi, na pamoja na kutumia hizo kuni na mkaa, haya majiko banifu, Mheshimiwa Waziri, ulioyasema itakuwa ni mkombozi kwao kwa sababu yatakuwa yanatumia kuni kidogo na mkaa kidogo, lakini Mheshimiwa Waziri umesema mtaanza na majiko laki mbili. Haya majiko laki mbili ni chini ya asilimia tano ya wananchi wanaoishi katika kaya zile vijijini. Kwa nini serikali isiweze kuweka ruzuku angalau mkafikia asilimia hamsini ya majiko banifu ili wananchi hawa waweze kuyatumia? Nakubaliana na yeye kuhusiana na umuhimu wa kuendeleza ruzuku ili wananchi wa vijijini waendelee kupata majiko haya kwa bei rahisi zaidi. Nataka nimwakishie Mheshimiwa Mbunge, mkakati huu ni mkakati wa miaka kumi na ndio tumeanza. Kadri ambavyo tunaendelea tayari, kwa mfano sasa hivi tunao mkakati wa matumizi bora wa nishati ambao pia tunahusisha sekta binafsi kwa maana ya kuongeza mitaji kuweka modo mpya za biashara kwa ajili ya kusaidia se, uh, upande huu wa nishati safi ya kupikia. Kwa niwahakikishie, kwa mikakati ambayo tunayo kwa miaka kumi hii, tunaweza kufikia pale ambapo tume, tume, tumejipanga kwa sababu mikakati iko mingi na hapa ni mwanzoni tu, tumeanza na majiko laki mbili lakini huu ni mradi mmoja wa REA tunao wadau wengine kwa mfano UNCDF ambao wamewekeza kwa teknolojia zaidi ya saba na wenyewe tunaendelea walianza na mikoa minne na tuna invoke wa, wawekezaji wengine ll vile vile. Teknolojia hizi na waende katika mikoa zisaidie, sio tu kwa upande wa LPG, lakini kwa upande wa matumizi ya teknolojia nyinginezo kwa ajili ya kupunguza gharama na kumrahisishia mwananchi ule wa kijijini.